Nam hamka na Amani TV Media. Hizi ni habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28, mwezi Septemba mwaka wa 2025, kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote na ujiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima uwaligani mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini nayo furaha tele ya kuweza kukualika katika habari zetu za asubuhi ya leo ambazo zinaangazia tosha hali ya usalama mashariki mwa DRC hususan na uko kwenye uwanja wa vita. Mpendwa msikilizaji, kazi kubwa tunayo ni kukuhakikishia kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, na ili uendelee kupata habari zetu, na kusi kusubscribe chaneli yetu ku comment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naoendelee kuzipata kama utakavyokuwa unazipata wewe. Asubuhi ya leo, mpendwa wa msikilizaji, tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka kwa wazalendo wenyewe wanaopatikana kwenye uwanja wa vita huko Nzibira, ili kuhakikisha je, ni habari za ukweli ya kwamba ndege za kivita FARDC zilishambulia ngome za wahasi? Aidha, wanani ndo wanazibiti Nzibira? Mpendwa wa msikilizaji, kwenye mitandao ya kijamii kuna kuwepo na habari nyingi ambazo zinazagaa moja zikiwa si habari za ukweli. Sisi hapa tunakuletea za ukweli na za uhakika. Kwa hivyo nakusii kuwa nasi mwanzo mpaka tamati. bo ile mabari ikwa sema sema o njo vile njio manani ma oh, avyo lifika nani manivo ya nzibire kabombarde kule ni mambo ya bongo, ni bongo, ni bongo, ni bongo. Hapa tuko napigana tu trupe ya General Maeshe na trupe ya General Mubangu na trupe ya General Josue na trupe ya General Daudi na FRDC ndio kitu tuko napiganisha adui vile me hatuyapata msaada wa vile ni habari ya bongo kabisa. Naam, kama kawaida mpendo wa msikilizaji, nilivyotangulia kukuambia kwamba tunakuletea habari za ukweli na za uhakika na habari kuu tulionayo asubuhi ya leo mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu ni kuhusu hali iliyoko Nzibira. Maana kunatoka na taarifa nyingi zisemazo kuwa ndege za kivita fardese zimeshambulia ngome za wahasi maeneo hayo na kupelekea kamanda wa wahasi wa M23 ajulikanaye kwa jina la Jamungu kufariki dunia, huku taarifa zingine zikisema kuwa bado wazalendo wanapatikana ndani ya mji wa Nzibira. Sisi kama kituo chako bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika tunakuletea habari kamili na za ukweli kutoka kwa wazalendo wenyewe wapatikanao huko kwenye uwanja wa vita, ili kupata ukweli wa habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kinachoendelea huko Nzibira, tutampokea kwenye laini ya simu mkuu wa majeshi ya wazalendo wanaoongozwa naye Kamanda Simba wa Nkutu Maheshi Kahasha, akiwa kwenye uwanja wa vita huko Nzibira hivyo tunakukaribisha kukaribisha na moyo mkunjufu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu kuweza kuyasikiliza mahojiano haya kwa kina ili upate kufahamu yote yanayoendelea kwenye uwanja wa vita. Pia tunakusihi kusubscribe chaneli hii, kukomenti, lakini pia kusambaza habari zetu ili uendelee kuzipata kama kawaida na moja kwa moja kamanda karibu kuungana nasi tungesii uanze kujitambulisha na utuambie kwa marefu na mapana mnapatikana wapi na ni kipi ambacho kinaendelea huko mliko kamanda mda kama na huu jambo jana papa journalist kwa majina naita kwa jina la mulangane wala inunsa niko chef d'etat major ya generation ya simba wankutu maheshe kahasha tuko mumaeneo maeneo za huku manzibira ingawa adui aliturepose kutusogeza kidogo, lakini kwa sasa tunapatikana maeneo za Chulwe, maeneo za Maluago, maeneo za pembeni ya nani ya mpaka na Mwenga na, na mpaka na, na Shabunda. Bo ile mabari kwa sema sema wao njoo vile njio avio lifika nani manivu ya Nzibire kabombarde kule, ni mambo ya bongo, ni bongo, ni bongo, ni bongo hapa tuko napigana tu trupe ya general Maeshe na trupe ya general Mubangu na trupe ya general Josue na trupe ya general Daudi na FRDC ndio kisi tukapiganisha adui vile, mimi hatuyapata msaada wa vile, ni habari ya bongo kabisa. Unaweza ukatuambia namna ambavyo wahasi wa M23 waliweza kuingia ndani ya mji wa Nzibira na kutekeleza mitingi yao ya hadharani hiyo jana? tuambie wazalendo walikuwa wapi na ilikuwa namna gani mpaka kufikia wazalendo pamoja na jeshi la taifa kuweza kuondoka na kuacha mji wa Nzibira mikononi mwa wahasi? Kwa ile mambo papa, journalist, unasema kama adui alipitia wapi njoo afike mwatoa ya kufika Nzibira, sisi tulipigana adui siku mbili yote, buchana na msiku na binabusiku mpaka tulita munivu yote, shelo sperere yote mpaka tukupata na msaada yenyewe kusema sema ora mforo ya ndege wala bifulani adui kwa juu alikia ni mwingi sana, adui balikia bamingi sana, baka bakakia kila njia. Na kwenye tukwana wazia nyuma kidogo na kwenye tukna njoo bakak baatuzingira tena, baka tena, njoo tukapigana nabo muchana muzima mpaka mpaka nani mpaka Chulwe na mpaka Kishadu. Kwa leo tuko pale kinani, tuko pale Chulwe na tuatoka Chulwe. Ile mambo ya kuwa nasema seme oo avie likawa kutusaidia ni mambo ya bongo, ni ya bongo, ni marezo sosio, ili marezo sosio. Na ile habari unasema kama wakati walifanya mitingi pale Nzibira, tulikuwa wapi she? Tulikuwa naona yote wenyewe walifanya pale Nzibira, mimi tulikuwa kubilima, tukaona tukibombarde pale swate na, oh, na, tuki, tuki na, na mamortier katrevende tutamaliza tuta, tuta population na population ndio tuko na kufia sasa. Tukisha bombarder population aina maana. Me ile habari kwa kusema seme Mzibira seme uu bali bombarde ni bongo, ni bongo papa journalist. Ah, ndio huko ambako mnapatikana kuna semekana ya kwamba kuna vikosi vingi vya wazalendo ambao wanafanya kazi huko labda Uh, wakati mlipokuwa mnapambana mlikuwa peke yenu aidha mlikuwa mnaungana vikosi vingine vya wazalendo ambavyo vinapatikana tarafani Mwenga Walungu na sehemu zingine wakati tulipambana ile vita papa journaliste tulikuwa tu gisi tunakuwa tu ile bale bazalendo ba Mwakise, Walungu shabunda na FRDC na baz ya bazalendo ya ngambo ya Mwenga haba kutuletea ramforo na vyombo yenyewe wale wanane wa adui walikiana na M23 inazidia vyombo yenye tuko nayo na, na, na effectif ya M23 ikazidia effectif yenye tuko nayo, ndio ilituma bana tu repousser papa journalist. Na ile nyingine mambo ulisikia yule Bertie Bisima kawa, Bertie Bisima alifanya meeting pale Nzibira, ni mambo ya bongo, ila kusema sema wao bi fulani wao biko wasemao wao oh, oh, jenerali maeshe vitu vyenya vitu vyenya ajue, eske ingekuwa sasa ni vitu vyenya najua koma bangifika mwatua na gari yake kwenye alikuwa naivichika bali ibeba ile ni mambo ya bongo tu ya kujipendeza na kupenda tu kuchonganisha wazalendo kwa FRDC wala kuchonganisha wazalendo kwa wazalendo. Ndio gisi wandugu wa, wenzetu wandugu wazalendo wala FRDC, basi basi fate mabara kusema sasa kwa jua adui anasema hivi njibora, kusida pate njia tuimake tu, tukorogane sepe kwa shepeke ni mambo ya kujipendeza ya adui. Adui alifika kule akatuharibisha vitu yote akabeba na magari zetu na zingine kuzidunguza na manyumba kulunguza. Njoo lakini akapenda kutele marezo sio kusema, kutele kusema kama oo fulani mashefulani antukavil shezalendo atviju. Ni kwa hiyo Papa journalist, kamanda wahasi wa M23 wanaendelea kudhibiti maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo licha ya kwamba mnapatikana huko kwenye uwanja wa vita kwa ajili ya kuweza kuweka ulinzi na kuwazuia, wahasi wanaendelea kusonga mbele Labda unaweza ukazungumza nini kuhusiana na vita hivi vya mashariki mwa Kongo? unaona nguvu za waasi ziko namna gani mpaka kupelekea kuendelea kudhibiti maeneo, wakati nyinyi pia wazalendo pamoja, pamoja na jeshi la taifa FARDC mnapatikana kwenye uwanja wa vita? labda unaona kwamba nguvu zao ziko namna gani, na labda na upande wenu pia ni mnapungukiwa nini nyinyi pamoja na jeshi la taifa FARDC? Mpapa, journaliste, ni mshangao sana kuona adui sasa vile M23 anaweza tuzidi sasa sisi wana wanajeshi sasa vile wazalendo kuvifa huko. Naona adui akitupiga kidogo, anapandisha drone na drone inaanza kutupiga tunyo tuona tu, jiuliza sisi sasa shenjo, tunakuwa adui wale M23 tunakuwa adui kuona M23 anaweza kutupiga na drone na, guvermi, na nyamanza. Sisi wazalendo tuna ukosefu wa vyombo, tuna ukosefu wa chakula tuna ukosefu wa matunzo. Ni kwa hiyo vrema sisi tuko na uzuni sana kuona guvernement inatuachilia sana na nyamanza. Sisi hatujui kama tumeuzishiwa kama ni nini, sisi hatujui kama unasikia. Nani adui anaanza kujipiga kifua leo kusema kama hao ni wa, wanajeshi we uko we, we, we, biko makali mbu bana bisema vekri zao kwa juu, ukienda kujikuta sisi ndio sisi ndio wananchi, lakini tunazikamata sasa. Ni sisi ndio wakimbizi wa wananchi, ndio maana vrema kama Kongo ndio kama ni suja iko na basuja, ifanye iwezekanavyo itudote vyombo naitudote na chakula, pesa, madawa, tutafanya kazi na kwenyewe. Kunashindikana inaplikia vyo inafanya kazi. Inafanya kazi kwa juu adui iko na nyagula drone natupiga na drone, na guvernema njoo, guvernema, guvernema kongole, lakini gouvernement aibuje

isikue kama ishauzisha, kisha shie wengine twendenaikufamo na tu enyee tuko nakufamo em, baatuambia ukweli na ukweli na kviko kusema, sisi tupigane vita, tuoneshe ukweli na atute vyombo, tutafanya kazi. Ndio kamanda, leo hii wahasi wa M23 wanadhibiti mji wa Nzibira na wanakisia kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengine labda raia ambao wanategemea wazalendo wawe na imani gani? Wategemee nini kuhusiana na kukomboa mji wa Nzibira ambao umeshikwa hivi majuzi? Labda raia wategemee kitu gani kuhusiana na wazalendo kukomboa moja kati ya maeneo ambako wahasi wanayadhibiti? Ndio, ndio papa journaliste. Wan... wa raia walikuwa wanategemea sana sia wazalendo, lakini mpaka leo tumaini isha katika, kwani uko nakuta mzalendo anaenda ku shamba la vita, anaenda njala utakuta wazalendo kama viko biko, kama biko mia moya viko na bunduki makumi tano vengine viko na mikuki na mpanga na mabisu pale, bapopulasio vrema wamesha katika moyo <coughs> na hakuna lakini vrema, guverne, ikumbuke ikumbuke, matunzo akuna nilikuambia lakinienema aakumbuk kusonga mbele na maeneo ashakamata Nzibira, luntukulu Kishadu, mshangi nani kashebei Kesho akuwa shitukia anakuwa ingine fasi, lakini wazalendo wa walikuwa wanaacha ya kupiga adui, lakini ile, ile njala inasumbua wazalendo na ukosefu wa vyombo, nayo ni magumu. Nayo vrema guvernema itusaidie itu, huko. Unaona bale ba M23 iko na misaada mirefu sana, mapei kama ngapi nj kutupiganisha, lakini huko nakuta shie Kusikia sema ramfor na kia sikia ilikuwa inaleta inaleta 30 persona ndio ramfor natuletea, ndio maana guvernema itukumbuke itu na ituangalie yako. Hivi tulishitoa kusema kama tutapigania nchi yetu, yetu, na tuko wananchi atuwezi achilia inchi yetu na atuweze tika hata tupane hata santime ya bulongo yetu. Government itukumbuke tungalike na aja ya kupigania nchi yetu. Naam, ikiwa serikali nawapatia vifaa ambavyo unavihitaji, unahisi ya kwamba vita hivyo vinaweza vikafanya muda wa miezi mingapi kuhakikisha kwamba mnakomboa maeneo yote ambako wahasi wanayadhibiti? Kama tukipata tuki tukipata msaada wa vifaa na tunapata msaada, tukipata msaada wa China wa Yulu, hii vita haiko makali. Haiko makali hii vita, tukipata msaada wa China wa Yulu na wa chakula, hii vita haiko peti problemi tuko tayari kupigana vita na tutapiga zile shenzi na watakimbia kimbia, njo, watakimbia sasa. Mwenye atapojonga ndio atakimbia. Mimi utakayejikuta tukuta watoto na watuma banaenda, watoto ba, makumi ba, tano biko na silaha kama kumi vingine mamiti unafuata, wengine biko na silaha tena silaha zito nzito, lakini tukipata msaada wa yulu na wachini hii vita ni ya kuisha haraka sana. Kamanda, mpaka sasa kuna baadhi wa ya wazalendo ambao wanasema kwamba wao ndio wanapatikana Nzibira. Je, habari hizi unaweza kuzikanusha? aiza kuzihalalisha vipi ili wasikilizaji ambao wanaendelea kukusikia wapate kusikia ukweli kutoka kwenu ninyi ambao mnapatikana huko kwenye uwanja wa vita, ndio ile habari tunasema ni ya kweli. Papa journalist hapa, tuko tu tuko 0 meter na Nzibira, kwa hiyo tukukatile kilometer na Nzibira na wajeshi wetu tuko na watumwa Mzibira wanafika Nzibira na wanaangalia si kisha adui anajipanga kusudi, sasa tunamupiga tusimupige, tusimfuarisha kama masasi mmoja tumupiga za kumwili, biko anachunguza kila mahali banatia makao zao ile madivese zao, kwenye anateni makaa viko nafii kaauna, wanajia kwa juu, tuko na baona tu, tuko mavilima yule yapo, tuko na baona, ile walikwambia ni ya kweli, kwa juu hatuko mbali na adui, tuko karibu na adui. Ndiyo kamanda, wakati ambako wahasi wanaingia sehemu moja, rahia wanawashangilia na kuwasikiliza huku wakiwaita wao ndio wakombozi. Labda una kipi cha kuambia rahia ambao wanapokea wahasi wa M23 kwa furaha na vigeregere kwa kusema ya kwamba wanakuja kuwakomboa? Je, kuna ukombozi ambao upo nyumba yao aidha nini? Kamanda, una kipi cha kuweza kuwaambia? Uh, rahia ambao wanapokea wahasi na kuwachukulia wao ndio wakombozi, papa journalist, ile kuona wakaaji wakiona adui wanashangilia na kupiga mikono kusema kawa hao ndio wakombozi, ile ni yoga, kwani wanajua kama wale ni wauaji sana huko, na watu wanaona wakikosa kuwapiga mikono na kuwashangilia watawaua. Lakini haiko kusema sasa kwa washangilia sema kwa furaha, lakini ni kwa kukosa kisa ya kufanya, ndio maana huko na, na washangilia vile, lakini wa, ni mikono ya oga ni wa, mikono ya oga ili haiko ya, ya furaha, ndio maana lakini, ujume ni minzapatia wandugu yetu aile wa, wa wakaaji wajipatie moyo na, wa, na, u, na ule na ule yote aawa ng'ambo ya adui tu, kama ule kama adui hana nguvu na tutamshinda, na, na atarudia mahali alipotoka na wale wa adui wenyewe wanajitia ngambo ya wale wa Kongomani wanajitia ng'ambo ya adui, na tutawakonsidera sasa ni wa adui. Naam kamanda, ikiwa serikali inachelewa kuwa supporti, na huku hasa endelea kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengine, labda upande wako mnahisi kwamba kundi lenu mtaweka silaha chini moja kwa moja kuonesha kwamba mnashindwa na vita Aiza mtafanya nini kamanda, kwa ajili ya kukomboa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambayo kwa sasa inapitia hali duni kufuatana na uvamizi wa wahasi wa M23 ambao wa wanaungwa mkono na Rwanda kufuatana na madai ya Kinshasa, labda una, una, una kipi cha kuzungumza hapo Kamanda? Papa journalist atuwezi atuwezi deposer silaha, okay. Tutaendelea tu ku kupiga tu kila mlango tu ya sheleo ya yule ya Kinshasa kwa government ifike tu mwac ya kutukumbuka nakiuaendelea tu kupigana kupigana adui tuendelea kupigana na adui achatapa tena, mpitia maambizi yake na tena, tunampiga gisi government, tutatusikilia huruma na inatudotee vifa na inatusaidia na msaada ya ndege na kuwalunguza mahali wanapopatikana, na vile ma reseaux sociaux benye niliona tena, wengine wanajiprogramme kusema sema, njoo muzalendo njoo, mwenye na coordonner walungu mwenga Shabunda, na nikamwona ku ku magroup, vraiment ule atumujue na na kwa hata mwema ni voya huko tumanzibira mimi, lakini shie wazalendo wa mwatse walungu shabunda kabare ninja atuwezi deposer silaha. Hizi tuko nazo nazo tendea tu kupigana mu vita gisi tu government atukumbuka. Na chio tendea tu kulia tu government, rais atukumbuke, kisekiza tukumbuke atudotee vifaa na tu, na tusaidie na msaada yao tulunguze wale wadui, tuko na imani kama tutashinda vita. Ni kwa hiyo papa journalist. Shewa wazalendo ati katika moyo, tuangalie na mwito wa kupigana vita. Wakati mtu mwenye akonaka vita ya RCD ndio anaweza katika sufuri Suple akusema semeoshi atutapigana tena oi fulani RCD er, likamata province munane kuvensi province Ligiri. Lakini wakati tulipigana kimaimai na na ujumbe ni kusema kama sisi wazalendo kwa wazalendo tupendane, na tusikuwe tukuwe na susi ya nchi, tukuwe na uchungu wa nchi yetu. Mwenye Rwanda asituongozi, tutie nguvu pamoja, tupiganishe adui apate kushindwa. Na ingine ujumbe ni kusema kama tupendane na FRDC. FRDC ni baba yetu, ndio iko natuongoza jinsi tutatembea, tupendane na FRDC na tushikane bega kwa bega, tusiachane. Na ngine ujumbe ku population population isikufe, isi, isifadhaike isikufe moyo. Sisi tuna imani kama tutashinda adui na adui atarudia ni <tutu> Nzibira badala ya Nzibira njoo kwetu tumikia, na njoo sasa, mtu anakimbia kwa watu akimbilie kwa hapo sasa, na shetu akimbilia adui wapi? Ndiyo na shetu tulifunga roho kama kumalizana, tumalizane, tumwawe hivi lima huko. Ule adui alikuwa na nguvu kwa juku ile kote, alikuwa anakuja iko na ma iko na magari iko na mbeba, lakini huku hakuna naye ya magari, hakuna barabara, zinaisha barabara zinaharibika, tutaanza kuchungiana mulukumba, tunamalizana, maana tunamaliza adui, hata pata nguvu huko ile mahotobu ndiyo yake ile Nissan Zefy kwetu, kwa juku hakuna barabara. Mpindwa msikilizaji na mtizamaji wetu, nategemea kwamba umepata kuyasikia mahojiano yetu naye kamanda huyo kutoka kwenye uwanja wa vita akieleza hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Nzibira. Tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kwenye vyanzo vyenye kuaminika kutoka kwenye uwanja wa vita. Kazi ni moja ambayo tunakusihi ni kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata habari za ukweli na za uhakika. Kwenye mitandao ya kijamii kuna kuwepo na taarifa nyingi za uongo, hivyo ni vema kuweza kuchuja habari kabla ya kuziaminia ipasavyo. Kazi ni moja tulionayo sisi, ni kukuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri sehemu mbalimbali. Hivyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na kusihi kuwa nasi katika habari zetu za kila saa na kila sekunde, na ili uendelee kuzipata habari hizi za ukweli, na kusihi kusubscribe chaneli hii, kukoment, lakini pia kushare kwa walio wengi zaidi. Kwa hivyo unaweza kuwasiliana nasi kwa njia ya simu kupitia namba ambazo zinapita hapo kwenye simu, lakini eh, kwenye video kumrazi, lakini pia unaweza kujiunga nasi kwenye group letu la WhatsApp kupitia linki ambayo utaikuta hapo kwenye komenti. Matumaini yangu makubwa umepata kuelewa na kufahamu ni kipi ambacho kinaendelea kwenye uwanja wa vita kutoka kwa wazalendo walioko maeneo hayo, maana kuna watu wanapeperusha habari kutoka kwenye uwanja wa vita, ili hali ya kwamba wao hawapatikani kwenye uwanja wa vita, moja kati ya jambo ambayo inapelekea watu kuto kuamini na kuelewa ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa kwenye uwanja wa vita, ila na hakika ya kwamba umepata kuelewa na kufahamu yote yanayoendelea uko kwenye uwanja wa vita, kutoka kwa wazalendo wenyewe wanazungumza ukweli wa hali ambao wanaishi uko kwenye uwanja wa vita. Na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, Mpendwa msikilizaji na mtizamaji wetu, na kualika mara tena kuwa nasi katika habari zetu za hapo baadaye, ili upate kufahamu ni kipi ambacho kimejiri, ni kipi ambacho kinaendelea kwenye shamba la mapambano. Hii ni Amani TV Media, na amani ya Mwenyezi Mungu hiwe pamoja nawe.